Vodacom, kazi ni kwako. Machi 14, 2016, magazeti ya Tanzania yaliongozwa na habari ya uteuzi wa wakuu wapya wa mikoa Tanzania, uteuzi ambao umefanywa na rais wa awamu ya tano, Rais John Pombe Magufuli. Miongoni mwa waliochukua vichwa vya habari kwenye uteuzi huo mpya ni aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Paul Makonda, ambaye siku kadhaa zilizopita Rais Magufuli aliwahi kusema kwenye moja kati ya mazungumzo yake akimtaka Paul Makonda kuendelea kufanya kazi kwa bidii kama ambavyo amekuwa akifanya kazi, na akasema watu wasimwonee wivu siku ambayo atapandishwa cheo. Ni vitu vingi vilivyomwingiza Paul Makonda kwenye headlines, ikiwemo ishu ya yeye kubadilisha mfumo ambao ulikuwa hapo zamani, mtu anapopata ajali anakwenda kuchukua PF3 polisi, lakini yeye akaamua kuweka madawati maalum katika hospitali kubwa za wilaya ya Kinondoni ambapo kutakuwa kuna mapolisi na mtu ambaye atapata ajali atakwenda hospitali moja kwa moja bila kwenda polisi, ili kuokoa maisha ya watu wengi ambao wamekuwa wakiumia zaidi ama kupoteza maisha wakingojea kwenda polisi kuchukua PF3 kisha ndio waende hospitali. Kwa hiyo yeye aliamua kuzipeleka PF3 hospitali moja kwa moja. Ameyafanya mengi ambayo siwezi kuyataja hapa kwa wakati mmoja, lakini jingine ambalo lilimweka kwenye headlines hivi karibuni ni lile la kuwasaidia au kufanya mazungumzo na wamiliki wa daladala Dar es Salaam, ambapo alifanikiwa kuwasaidia waalimu kupanda daladala bure, kuondoa utaratibu ambao zamani walikuwa wanalipia nauli, na sasa watapanda daladala bure kote Dar es Salaam, wakiwa na vitambulisho maalum vya kuwaonesha kwamba wao ni waalimu. Sasa baada ya hayo yote Paul Makonda akatangazwa kwamba ndo mkuu mpya wa mkoa wa Dar es Salaam Machi 13, 2016. Tangazo lilitoka Ikulu na yeye alikuwa hajui, na alikuwa kwenye moja kati ya kazi zake siku anatangazwa kwamba ndo mkuu mpya wa mkoa wa Dar es Salaam. Hakuwa na idea wala hata taarifa za kuibiwa au kupenyezewa kwamba atatangazwa mkuu wa mkoa. Nimetoka kanisani, baada ya kutoa sadaka ya shukurani nikarejea kwenye majukumu kwa sababu kama unavyofahamu nafasi zetu hizi hazina Jumamosi wala Jumapili, karibia muda mwingi mnakuwa mko mko kazini tu. Kwa hiyo leo nilikuwa nazindua, uh, na kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa jengo la gorofa moja katika hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya operation kwa ajili ya kina mama kwa sababu ifahamike, nimesema pale kwa mwaka ni karibia kina mama elfu kumi na mbili wanaojifungua na asilimia ishirini wanajifungua kwa, kwa, kwa operation. Lakini zaidi ya yote Mwananyamala tuna chumba kimoja tena kidogo sana ambacho kinabeba wagonjwa wanaofanyiwa upasuaji kwa mwezi ukijumuisha na wagonjwa wengine ni mia tatu hamsini mpaka mia tatu sitini. Nilivyotembelea pale wakaniweza changamoto zile, na kukuwa na ramani ya jengo ilikuwepo, lakini wamekosa fedha. Basi nikasema ngoja nitafuta wadawa wa kunisaidia ili napotimiza mwaka mmoja angalau niweke jiwe la msingi la kujenga hiyo chumba nani jengo la upasuaji. Lakini wakati huo huo Kinondoni yote haina hospitali ambayo ina ICU. Kwa kwa kwa kazi, na acu maana yake wagonjwa mahututi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote walionitakia mema. Mshukuru Mungu pia kwa ajili ya Rais wangu Magufuli kwa kuniamini. Namshukuru Mungu pia kwa vyombo vinavyohusika kwa kuona kwamba nami nafaa kuwa kiongozi wao katika Mkoa wa Dar es Salaam kubwa tu, naomba Watanzania waendelee kutuombea ili tuyafanye yale ambayo yanampendeza Mungu katika utumishi wetu. Okay, unaweza ukakumbuka saa sahihi ambayo ulipokea taarifa na ukazithibitisha kwamba ndiyo nimeteuliwa nime, nime, nime, nime kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam? Si, si, sina uhakika zaidi, lakini si saa tisa tuseme kwa sababu mtu akipiga simu unajua ni utani kwa sababu watu wanapenda wanapenda na bahati nzuri kwamba mi ninafahamiana na kila mtu, hasa vijana wenzangu, naweza kupiga simu Ngela bana, ah, ebu, ebu, usimpotezee mda wangu bana. Lakini nimekuja kukuamini baada ya kuona uh, nembo ya serikali ikiwa kwenye, kwenye karatasi na jina langu likiwepo pale la kwanza, kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam. Nikasema kumbe hii jambo ni la kweli, na hata sasa hivi mke wangu ametoka kumsindikiza mama yetu mkubwa, anaumwa Uh, sijui kama na, kama najua naye eh, maana yake najua peke yangu au akija eh, au kuna rafiki zake wamemjulisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo halina muda mrefu sana tangu tangu litokee na mpaka sasa kuweza kuithibitisha, kuaminika marais wawili, Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa na imani na mimi katikati ya watu ambao hawaniamini kabisa na kaamini ya kwamba naweza kufanya kazi na kanipa jukumu bila kutafuta historia ya uzoefu. Wengine wanasema hajawahi kuwa mtendaji wa kata, lakini Rais Magufuli ali, lakini jingine ni hili ambalo Rais Magufuli kalionyesha, ni jambo ambalo halisauliki katika moyo wangu, sababu kwanza, nikiangalia katika wakuu wa mikoa walioteuliwa wapya, mimi ndio mdogo, lakini sio tu mdogo, ni mdogo afu nimepewa wilaya mkoa mkubwa. Maanake Dar es Salaam ni mkoa mkubwa mkubwa kwa, in terms of population ni mkubwa kwa kwa kwa kila kitu, na changamoto zake ni nyingi sana. Yani, ukienda kwenye migogoro ya ardhi ndio umefika, ukienda kwenye upande wa majambazi ndio umefika, ukienda kwenye upande wa machangudoa ndio hapa hapa. Kwa hiyo kila kitu, wafanyabiashara biashara wakubwa wako hapa. Kitendo cha kuniamini ni kwamba nazidi kuonyesha kwamba Mungu ana makusudi na mimi katika utumishi wa Tanzania yetu. Nisaidieni kwa kuniombea. Tubadilishaneni mawazo Tushaulianeni na msichoke kunielekeza pale ambapo napobidi, na uhakika na ntatimiza mawazo yenu.